Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, yeah, unajua ya kwamba Microsoft Word ina kipengele kinachoweza kukuandikia jina lako, tarehe na taarifa muhimu bila ya wewe kuandika tena? Leo nitakuonyesha kipengele kinachoitwa Quick Part, ambacho kitakusaidia kuandika jina, tarehe pamoja na taarifa nyingine muhimu kwa kubofya mara moja tu badala ya kuandika kila siku. Hakikisha unatazama video hii mwanzo hadi mwisho. Quick Part ni kipengele ndani ya Microsoft Word kinachokuwezesha kuhifadhi maandishi au taarifa unazotumia mara kwa mara kisha ukazitumia tena kwa haraka, mfano jina lako, cheo sahihi, au taarifa za mwanafunzi. Quick Part inapatikana kwenye tab ya Insert, kwenye kipengele cha text sehemu hiyo utakutana na quick part. Hapo ukiklik utaona sehemu nyingine ndogo ndogo ambazo, kwa kuanzia, tuanzie na auto text. Hii auto text ni nini? Ni maandishi yaliyohifadhiwa ambayo unaweza kuyatumia tena wakati wowote. Unawezaje kuhifadhi maandishi kwenye auto text? Una select maandishi yako ambayo unahitaji kuyahifadhi kisha nenda moja kwa moja kwenye sehemu ya insert, nenda kwenye sehemu ya quick part, halafu weka kasa yako kwenye sehemu ya auto text. Sehemu kama hii ya upande wa kusoto itafunguka. Nenda moja kwa moja kwenye save selection to auto text gallery, click hapo, itafunguka kiboksi kama hiki. Sehemu hii hapa, andika jina unalohitaji kwamba hiyo auto text yako ihifadhiwe kwa jina hilo. Kwa mimi nitaandika taarifa za mwanafunzi. Ukishamaliza click OK na auto text yako sasa itakuwepo katika dokumenti yako. Yaani, kama itatokezea, utatumia au utafungua dokumenti nyingine, maneno haya utakuwa hauna haja ya kuyaandika tena au kama document hii pia haina haja ya kuyaandika tena. Yaani utafanyaje? Mfano na document mkia hapa, utaenda kwenye sehemu ya insert kwenye document yako. Ukiklik sehemu ya insert kisha nenda moja kwa moja kwenye sehemu ya quick part, kisha auto text kisha maandishi yako utayaona yale ambayo umeyasave. Ukia ya click yataingia katika document yako. Kwa hiyo hakuna haja ya kuteseka tena, tuende kwenye document property. Ni taarifa za document kama jina la mwandishi title ya document au subject. Hizi tuone kwanza kidogo zinakuaje, zinapatikana vilevile kwenye sehemu ya insert; unaenda kwenye sehemu ya quick part. Safari hii tuangalie kwenye document property. Hapa ndo unakutana na zile tulizozizungumza. Sisi tunachagua author ili tumwone author. Author wetu ni Abdullah Abdullah. Faida ya author au hizi document properties, unapotumia zile template za template za cover page zinajiandika zenyewe. Kwa mfano nakuja kwenye cover page hapa, nikachagua template katika hizi template ambazo niko nazo. Kwa hiyo nikiklik hii hapa moja, basi utaikuta eh, yule author wangu ameandikwa moja kwa moja hapa. Kwa hiyo hii ni faida yake tosha, nadhani unanielewa. Field ni maandishi ya kiotomatic ndani ya Word yanayoleta taarifa kama vile tarehe, namba ya ukurasa au majibu ya hesabu bila ya kuandika kwa mkono. Kivipi? Yani kwa mfano ninazo e, namba zangu hizi hapa, nahitaji kuzijumlisha zote Nafanyaje? Naweka kasa yangu kwenye sehemu ambapo nahitaji kuandika ile jawabu, kisha naenda kwenye sehemu ya insert. Nikishaenda kwenye sehemu ya insert, na nakuja moja kwa moja kwenye quick part, kisha naenda kwenye field. Field hapa zipo nyingi lakini leo tutatumia formula kwa. Kisha utaclick kwenye formula, sehemu hii hapa, utaandika formula yako hii hapa Ukisha maliza kuandika hiyo formula, basi bonyeza OK. Ukibonyeza OK zile nambari zitajiandika zenyewe, yaani ile jawabu sahihi. Kitu cha kuzingatia ni kwamba hii sio kama Excel, maana yake sio nzuri kwa complex, e, calculation kwao. Kama una, una calculation ambazo ni complex, basi tumia Excel, ni bora zaidi. Tuhamie kwenye building block organizer. Hapa ndipo unapopata vitu vyote ulivyo vihifadhi, tunajumuisha zile auto text, lakini pia zipo built kwa mfano ukienda kwenye sehemu ya insert ukija kwenye sehemu ya quick part kwenye building block organizer, ukiklik hapa utakutana na vile ambavyo umevisevu, lakini vingine vimeseviwa moja kwa moja kwenye Microsoft Word. unaweza ukavi edit lakini pia uka insert, au uka delete. Sisi tu delete ile ambayo tumeitengeneza, yani taarifa za mwanafunzi kama unavyoona, ukiklik delete kisha ukibonyeza yes, maana yake hapo utakuwa umeondosha ile block ulioitengeneza wewe, na unaweza kuziondosha zile nyingine. Ukienda kwenye sehemu ya insert quick part, auto text, hautaikuta tena ile taarifa za mwanafunzi. Kwa hiyo unaweza kuondosha kwa kufanya kama hivyo. Tukutane kwenye video ijayo, ambapo huko tutazungumzia kuhusu word art. Kaa tayari, kaa pamoja nasi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV, karibu tena. Bye, bye.